Ta, ilikuwa ionekane Simba kuruhusu bao pengine katika mchezo huu wa leo kipindi cha pili ameweza uh, kupoteza uh, mechi hii kwa matokeo ambayo uh, mimeruhusu mime magoli mawili. Ni kweli timu imecheza vizuri kipindi cha kwanza, hata ilivyorudi kipindi cha pili pia imecheza vizuri, lakini tuangalie. Sawa, tuna tuna namba tisa watatu pale, tuna Selemani Mwalimu tuna Mkwala na tuna Soa, Jonathan Soa. Jonathan Soa ndo top scorer wa Simba mpaka sasa hivi ana goli tatu, si ndio? Kama kocha sawa, kama kocha unaanza na mtu ambaye hata on target hana kwenye, kwenye mechi yote ambao kacheza, unamwacha Jonathan Soa, kwa nini? Tuseme unabeti, kuna maana kocha amebeti, maana yake na nakuwa na, na, na, na, na wasiwasi kwamba inawezekana Matola anaingia akiwa amebeti, kwa sababu haiwezekani una striker ambao ana magoli matatu kwenye mechi nne, tena anatokea sabu, sio anaanza, anatokea sabu sawa, alafu unamweka benchi unaanza na, na, na strike ambaye hata on, on target kwake ni shida. Sawa, kwenye nafasi mbili ambazo Steven Dese Mukwala amepata, ingekuwa ni Jonathan Soa mashabiki wa Simba tungeshangilia hata goli moja. Lakini angalia, tumerudi kipindi cha pili, tukategemea atamtoa Joshua Mtale, amwingize John Chaziawa au amwingize Kibdensi, kama alivyofanya nani? Sababu ya kumuingiza na kumtoa Mukwala ili aingie Jonathan Soa, wakasaidiana watu wawili, Kibidonisi anakimbiza ana nguvu, huku Jonathan Soa ana nguvu. Alichokifanya, ameenda kumwingiza mchezaji ambao hata mimi control ya mpira ninayo kuliko yeye, Selemani. Mwalimu, yule ni mchezaji ambao anatakiwa kucheza timu kama Ndanda, ni yani timu zile za kawaida yule si mchezaji ambaye ana lakini. Ufikiri pengine tatizo liko sehemu nyingine? Maana uh, unaposema tatizo, huenda ikawa ni mwalimu, na mmetoka kufanya mabadiliko uh, ya kumwacha uh, Pantev na sasa ni Matoro She. nikwambie kitu kimoja walichokifanya viongozi wa Simba ni kama umemwacha mkeo afu umeenda kwa mchepuko eh? Kama umemwacha mke wako eh? afu umeenda kwa mchepuko Kiwana, maana gani? Yani kumwacha, umemtoa umemtoa kocha head coach ambaye alikuwa anadai ni meneja, sawa, alafu hapo hapo unamwacha Selemani Matola. Kwa nini? Msimsafishe huyo Matola? ni nani kwenye timu ya Simba eh? huyo Matola ni nani kwenye timu ya Simba eh? ukiwa na maana, imefika muda sasa, waachane naye. imefika imefika muda sasa, huu ni wakati Matola kama sikosei, mnaweza mkanisaidia, anaweza akawa na zaidi ya miaka sita pale Simba. Makocha wanaondoka, yeye yeah, anabaki yeye yeah, anabaki. Nataka nikuchukulia mfano mmoja. Tulikuwa na, na, na, na kocha mmoja alikuwa anaitwa Masudi Juma, sawa. Alipita mikononi mwa makocha watatu kocha watatu wakati anakaribia kuna ni kufukuzwa, viongozi wakafanya maamuzi, otherwise tumtoe kocha na Masudi lije benchi, benchi la ufundi jipya au aondoke Masudi Juma abakie kocha mkuu ambaye ni Patrick Osems. Walivyofanya ile mabadiliko, timu ikakaa sawa. Sisi makocha wa Kiswahili tunawajua tabia zao jinsi zilivyo, sawa. Yule pante vumini kuuliza wewe, sawa, alikuwa na sababu gani ya ni kufukuzwa Simba? kosa lake ilikuwa ni nini? walichokuwa wakidai ni kwamba timu haifanyi vizuri, nafasi hazitengenezwi. hmm. Tatizo, shida na kwenye kumalizia sasa. Yeye, yeah, anahusika na nini? mazoezini wanafundishwa fungeni magoli, wanafunga hmm. Wakija kwenye mechi wanakosa hmm. Leo hawajakosa nafasi, leo hawajakosa nafasi, nafasi zimeshindwa Ma... nani, yeah, kutumiwa si, mm. si ndio maanake, mm. kama Pantevu aliondoka kwa sababu ya kukosa nafasi, hata Matola anadeserve kuondoka kwa sababu nafasi zimekoswa. Leo kinachoitafuna Simba Ki... kina... Kina Simba. Yeah. ni viongozi wa Simba kuanzia Mangungu na wengine, wanaoambia wenzao wana, mag... wana... wana matatizo wengini wanasema yeah, wana ugonjwa wa akili si, yeah, si ndio mm mi naona wote kama wana ugonjwa wa akili. Wengine walikuwa wanadai kwamba timu ikifungwa wanakwenda kuchekea chooni. Huenda hata leo pia wakaenda kucheka. Ah, kama huyo mzee Mangungu inawezekana yupo chooni saa hizi anacheka. Kwenda kwa matokeo ambayo Simba anapata kwa kweli yanakupa pressure kule kinyang'anyiro cha ubingwa. Kwanza tusahau ubingwa. Kitu kinachoitwa ubingwa msimu huu. Hapana tunaona. Unajua ngoja nikwambie kitu. She, dalili ya mvua ni mawingu. Mawingu hatujaona mvua ina. Tayari mawingu au ni mvua yenyewe? Dalili ya mvua ni mawingu. Mawingu hatuyaoni, hatuyaoni kaka, hatuyaoni. Hatuoni nafasi ya Simba kubeba ubingwa msimu huu hmm. Sawa, ni kweli so misimu minne ni kweli, tumecheza michezo minne mpaka sasa hivi, huu ni mchezo wa tano. Tumepoteza, si ndiyo? Unapoteza kwa mshindani gani? Imagine hao Azam wametoka kucheza na Singida, angalia weight ya Singida na